Bwana we, picha lilianza na msichana mzuri sana. Umri wake ulikuwa miaka kumi mpaka kumi na mbili. Kichwa chake kilikuwa kimepambwa kwa pembe, pia alikuwa na mabawa Jina lake aliitwa Maleficent, alikuwa ni msichana mzuri sana, lakini alikuwa akiishi katika msitu wa kichao, hajawahi ona ulimwengu wa nje tofauti na msitu wao. Msitu huu mzuri ulikuwa kila kitu kwake. Ajabu ni kwamba huyu kiumbe hajawahi ona wanadamu toka azaliwe yani, lakini bado alikuwa ni mwenye furaha katika msitu wake. Sasa katika msitu huu kulikuwa na viumbe vyote isipokuwa wanadamu, pia kulikuwa kuna wanyama wa ajabu wamejaa tele. Siku moja, Maleficent alikuwa akizunguka zunguka msituni, lakini ghafla mara ya kwanza akamwona binadamu ambaye ni mvulana mdogo akiwa akapotea na kutokea katika ulimwengu wa viumbe vya ajabu kama alivyo Maleficent, na alikuwa rika lake kabisa. Hivyo kauliza, wewe ni nani na unafanya nini hapa? Mvulana huyo mdogo akaombea Maleficent kwamba anaishi katika ufalme ulio karibu na msitu huu. Kisha dogo akasema, nimeona almasi hapa na nimechukua. Maleficent akachukua almasi hiyo kutoka kwa yule dogo, akasema, nitakurudisha kwenye ufalme wako. Kijana akasema, sawa, nitaenda lakini kwa sharti moja tu, uwe rafiki yangu, na ikiwa itakuja tena kwenye msitu huu utakubali tucheze pamoja. Kisha Maleficent akasema kuwa huu ni msitu wa kichawi na sio vizuri kwako kuja hapa, lakini like tuone pamoja nayo, wanapeana na mikono. Baada ya kumpatia yule dogo mkono, Maleficent alisi shoti kutoka kwenye pete ya chuma ya mvulana huyo, akamwambia kuwa chuma huongoza viumbe kama yeye, kwa hivyo asija akiwa amevaa tena chuma hiyo. Baadaye tunaona mvulana huyo akirudi kwenye ufalme wake, lakini ufalme huu ulikuwa unataka kumiliki msitu huu uliojaa viumbe wa ajabu kama Maleficent. Anyway, wazazi wa huyu mtoto hawakuwa hai kwa udogo muda wote alikuwa na huzuni tu maskini, lakini anakuwa rafiki mzuri wa Maleficent, na hawakujali kuhusu ugomvi wa ufalme zao kwao. Wakawa wanacheza pamoja, na miaka mingi ilipita, kijana huyo alikuwa akija pale na kucheza na Maleficent. na hatimaye walikuwa ni watu wazima wote wawili, wakiwa na umri wa miaka 16 na walianza kupendana bwana. Mm, patamu hapo ilifika. Tuwa Maleficent aliamini kwamba wanadamu sio viumbe wabaya kwao, wao ni wazuri tu lakini hakujua kuwa wanadamu wamejaa chuki, tamaa na roho mbaya. Sasa licha ya kuahidiana mambo mengi, siku nyingi zilipita bila yule kijana kurudi katika msitu wa bidada Maleficent. Hii ilimfanya bidada huyu kuingiwa na huzuni, lakini anakumbuka ahadi moja kuhusu mvulana huyo, alisema: nitakapokuwa mkubwa tamiliki ufalme wangu, ufalme wote utakuwa chini yangu. Hii ina maana kwamba bidada hakujua kuwa mvulana huyo alikuwa na tamaa ya pesa pamoja na madaraka. Lakini siku moja Maleficent akiwa msituni, kwa mbali aliona kwamba mfalme wa ufalme mwingine anavamia msitu wao akiwa na jeshi na farasi wengi ili kuuteka msitu huu. Maleficent alikuwa ni mlinzi wa msitu wake, alijua sana kuulinda msitu huu. Binti huyu, nikwambie tu, alikuwa na nguvu sana. Anapangani akamwambia mfalme kwamba huwezi kuteka msitu wetu. Mfalme akasema kwamba kae mbali, la sivyo atamua, kisha anaamuru jeshi lake limuue Maleficent na akabidhiwe maiti ya kiumbe huyu. Sasa jeshi la mfalme linasonga kuelekea msituni, lakini wanakuja viumbe wa ajabu wakiwa wameketi juu ya farasi kutoka msituni, kaanza mashambulizi sasa. Mfalme na jeshi lake walipigwa vibaya mno, wanadamu wote walikimbia kutoka huko kwa hofu kwamba huu ni msitu wa kichawi na hatuwezi kupigana nao. Kisha mfalme anarudi kwenye ufalme wake mfalme. Mfalme alikuwa mzee na dhaifu sana, aliwakusanya watu wote, akawaambia kwamba ninyi nyote mnajua kwamba kuna hazina nyingi katika msitu huo na tangu mwanzo niliwaahidi kuwa taumiliki msitu huo lakini kwa sababu ya hali yangu siamini kwa naweza kwenda huko na kupigana, lakini naahidi kwamba yoyote atakayemuua Maleficent nitamuoza binti yangu. Kisha kati yao kuna mvulana mmoja anatokea na anasema kwamba nitaenda huko kumuua Maleficent. Utashtuka baada ya kusikia huyo kijana alikuwa ni nani. Huyu alikuwa ni Stefan, ni yule mvulana mdogo alikuwa akicheza na Maleficent utotoni. Sasa Stefan anafunga safari na kuelekea katika msitu wa Maleficent. baada ya miaka mingi anaenda huko, Maleficent anamuuliza, ulikuwa wapi miaka yote hii? Je, hufikirii kuhusu urafiki wetu? Asema kuwa naomba unisamehe, nilikuwa bizi sana, lakini sijakusahau hata kidogo bidada, na hapa nimekuja kukuambia kuwa mfalme wa ufalme wetu anataka kukuwa, hivyo naomba ujilinde na niko hapa kwa ajili ya ulinzi wako. Kwa umwamba akamwambia binti kwamba amekuja kumlinda bwana. Anyway, baada ya hapo, wanaanza kuzungumza. bidada ya Maleficent anasema nimekusamehe kwa sababu hakujua kuwa wanadamu wanaweza kuwa wabaya, lakini yeye anamwamini Stefan. Upande mwingine, Stefan alikuwa mtu mwenye pupa, anamlazimisha kunywa dawa aliyomwekea katika maji na Maleficent anazimia. Baada ya hayo, Stefan anachukua kisu na alikuwa karibu kabisa kumuua binti huyu, lakini anashindwa. Asubuhi iliyofuata, Maleficent anapoamka anakuta hana mbawa. Kulikuwa na majeraha tu katika mgongo wake. Kuna hivyo Maleficent hakuamini macho yake, anaanza kupiga kelele na kulia kwa sababu mabawa yake mazuri yalikuwa yamekatwa na mzee mzima Stefan. Sasa yeye hakuwa binti mfalme mwenye mbawa tena. Kwa upande mwingine, tunaona kwamba Stefan anafika kwa mfalme huku akiwa na mbawa za Maleficent, anasema, tazama nimekamilisha ahadi niliyoweka nanyi. Mfalme anafurahi naye huku akichukua mbawa zake, anamfanya Stefan kwa mfalme wa ufalme huo. Hapa ndoto ya Stefan pia imekamilika. Kwa upande mwingine, tunaonyesha Maleficent akiwa msituni. Alikuwa na huzuni kwa sababu hawezi kuruka. Sasa alikuwa akienda mahali fulani, huku akitembea kutoka msituni, anaona mwindaji anakaribia kumuua kunguru, lakini Maleficent hakupenda kabisa tukio hili. Mara moja anambadili kunguru huyo kuwa mwanadamu. Mwindaji huyo anaogopa na kukimbia kutoka katika eneo hilo kunguru huyo ambaye sasa amekuwa ni binadamu anakuja kwake na anamshukuru sana Maleficent Lekini, kwa kumwambia asante, lakini kwa nini umenibadilisha na kuwa binadamu? Kisha Maleficent anasema kwamba sitaweza kukwambia, moyo wangu umekuonea huruma tu. Kunguru huyo anasema kwamba sasa nitakutumikia maisha yangu yote, nitakutii kwa chochote utakachosema. Kunguru huyo alifurahi sana kuwa mwanadamu. Maleficent pia akakubali wazo la kunguru na kisha akampatia jina la Diavo. Sasa Diavu ndo atakuwa mtu wa kuleta habari kwa Maleficent. Maleficent alijua kabisa kwamba Stefan ndiye aliweza kumkata mbawa zake ili aweze kuwa mfalme. Na hapo anaanza kuwachukia wanadamu. Imani yake kwa wanadamu ilitoweka kabisa. Kisha tunaona kwamba Stefani alikuwa ameoa binti wa mfalme katika ufalme huu. Sasa baadaye walibarikiwa kupata mtoto mmoja wa kike. Kulikuwa na sherehe nyingi sana katika ufalme huu. Sasa wakati sherehe zinaendelea, hakuna aliyejua ni nani ambaye anakuja katika eneo hili. Wezi amini Maleficent pia aliingia katika ufalme huu, kisha kamwona yule mtoto wa Stefan. Sasa anamwambia mtoto mdogo, kamwambia yule mtoto mdogo kuwa yeye ni mzuri sana, lakini utakapofikisha umri wa miaka 16 sindano itachoma mkono wako na baadaye utakufa. Hii ikawa ni laana kuroka kwa Maleficent kwenda kwa mtoto wa Stefan pindi atakapofikisha umri wa miaka 16 basi atakufa. Kisha Stefan akamwomba Maleficent na kuambia asifanye hivi "Kwa nini unalipiza kisasi changu kwa binti yangu?" kisha Maleficent anasema kwamba mimi pia nilikuwa ni msichana mdogo sana, na unakumbuka ni nini ulichonifanyia. Lakini huwezi amini, bado Maleficent alikuwa na huruma katika moyo wake. Akamwambia Stefan kuwa kuna suruhisho la laana aliyompatia mtoto wake. Akamwambia kuwa ikiwa binti yako atapata mpenzi wa kweli katika siku yake ya kuzaliwa ya kumi na sita, maisha yake yanaweza kuokolewa na asife kutokana na laana alilompatia. Stefan anakuwa na wasiwasi kwa sababu ya hili anaita feris watatu wadogo na kuambia wampeleke binti yake mbali na hapa, wasimrudishe katika ufalme huu, vinginevyo laana alopatiwa na Maleficent inaweza kumdhuru mtoto wake baadaye. Mfalme Stefan anataka kwenda kushambulia msitu wa Maleficent, lakini hakuweza kufanya hivi kwa sababu Maleficent amefunika mipaka ya msitu kwa nguvu zake. Hakuna mwanadamu yoyote anaweza kuingia katika msitu huo. Kisha tuna mora binti mfalme, binti yake Stefan, jina lake aliitwa Aurora. Wale fairies watatu walimpeleka mbali sana, lakini Maleficent anajua ni wapi anakoishi binti huyu Aurora. Sasa Maleficent anajaribu kumtisha mtoto huyu, lakini mtoto huyu mdogo badala ya kuogopa anaanza kutabasamu. Sasa moyo Maleficent ukawa laini kwake, kwa sababu Maleficent alikuwa ni fairy mzuri, hakuwa mwanamke katili. Sasa feris watatu ambao waliagizwa kumtunza Princess Aurora walikuwa hawajali kabisa kuhusu mtoto huyu, hivyo Maleficent kila wakati akawa anaokoa maisha ya Aurora. Wakati mwingine Aurora alikuwa akidondoka milimani, au wakati mwingine alikuwa anadondoka katika miti, lakini Maleficent alikuwa pale kwa ajili ya kumsaidia, licha ya kwamba alimpatia laana. Hatimaye sasa binti mfalme Aurora anakuwa mtu mzima na alikuwa na umri wa miaka 15. Hii inamaanisha kwamba mwaka mmoja pekee umesalia kukamilisha laana yake. Sasa wale fairies walimpeleka katika sehemu ambako kulikuwa kuna mipaka. Mahali hapo palikuwa pamezungukwa na miti mirefu. Princess Aurora pia hajaye kuona ulimwengu wa nje kabisa, kama ilivyokuwa kwa Maleficent, hivyo alikuwa anatamani kujua ni nini kilikuwa kikiendelea nje ya ufarme huu. Siku moja mtoto huyu alienda chunguza kujua kuna nini huko, wakati huo anahisi kuwa kuna mtu anamsogelea kisha akasema kama kuna mtu yoyote, basi tafadhali naomba jitokeze mbele yangu. Alikuwa anatamani kuuliza maswali mengi sana kuhusu maisha yake. Sasa anatokea Maleficent ambaye alikuwa karibu naye, anakuja mbele ya Princess Aurora. Anapomwona Princess Aurora, anapiga kelele na kusema wewe ndiye umenitunza tangu nilipokuwa mtoto, kwa nini hukutaka kutokea mbele yangu? Wewe ni Mungu wangu, ninakutambua wewe pamoja na kunguru wako wote, ninawapenda. Maleficent akutarajia kuambiwa jambo kama hilo, kwa hivyo yeye pia alifurahi. Kama nilivyokuambia kwamba Maleficent alikuwa ni fairy mzuri sana, sasa akajikuta ameanza kumpenda Aurora na hataki ile laana alompatia iweze kumuua Aurora. Urafiki wao ulikuwa na wanaishi pamoja, wanacheza pamoja na kuzungumza kama mtoto na mama, lakini wakati Princess Aurora akiwa amelala, Maleficent alianza kujaribu kufuta ile laana aliweza kumpatia akitumia nguvu zake za kichawi, lakini anakuja kujua kwamba laana ya miaka mingi haiwezi kuondolewa tena, na ukizingatia kwamba laana hiyo ilikuwa inaelekea kukamilika. Kwa sababu hii, Maleficent alikuwa na wasiwasi, kwa sababu siku ya kuzaliwa ya 16 ilikuwa karibu kufika. Lakini Maleficent akaamini kuwa binti huyo atampata mtu ambaye atampenda kwa dhati, ili laana yake iweze kufutwa. Sasa tunaona kwamba asubuhi ilofuata Princess Aurora na Maleficent Walikuwa wakizungumza msituni. Princess Aurora anamuuliza Maleficent kwamba bawa zako ziko wapi? Wote wana mabawa kwa nini wewe huna mabawa? Maleficent akamwambia kuwa mimi pia nilikuwa na mbawa, lakini kuna binadamu mmoja mwenye tamaa alikuja kanipokonya mbawa zangu. Akamwambia kuwa nilikuwa ni mwenye furaha, nilikuwa nikiruka juu angani, lakini hivi sasa nimeyakosa mabawa yangu. Baada ya kuzungumza jambo hili, Maleficent alikuwa karibu kulia kabisa, kisha Princess Aurora akamfanya anyamaze. Akamwambia kwamba usijali, kesho ni siku yangu ya kuzaliwa ya kumi na sita na nitaomba ruhusa kutoka kwa baba, hivyo nitakuja kuishi na wewe, hutajihisi mpweke tena. Lakini Maleficent ana kwamba hili jambo litowezekana kwani siku ya kuzaliwa Aurora ndio siku ya kifo chake. Lakini Aurora atapona kama akipata mtu ambaye anapendana naye, lakini nadhani kama Aurora atakuja kumpata mtu ambaye anampenda ndani ya siku moja. Princess Aurora alikuwa akienda nyumbani kwake kutoka msituni mara ghafla anamwona mvulana njiani, alikuwa ni mzuri sana tena alikuwa ni warika lake. Walivyoonana wanapendana. Anyway, hata hivyo baadaye binti mfalme Aurora anaelekea nyumbani, kisha anawaeleza wale walezi wake kwamba hivi sasa anataka kwenda kuishi na Maleficent. Fairies wanadhani kwamba lab anajua kitu hicho kwamba wazazi wake bado wako hai na anataka kwenda kwenye ufalme wake. Baada ya siku yake ya kuzaliwa, wale fairies watatu wanaamua kumwambia ukweli huyu bidani kwamba ni nini kilichotokea miaka 15 iliyopita. Wakamweleza kuwa kuna kiumbe mbaya ambaye anataka kumuua. Kiumbe huyo anaitwa Maleficent. Aliposikia jambo hilo, binti mfalme Aurora hakuamini kabisa, alikuwa na huzuni na akaamua kwenda kwa Maleficent kumuuliza. Anamuuliza kwamba kweli nilichosikia. Maleficent anamwambia kwa upendo kwamba Ndiyo, ni kweli, mimi ndiye nilikupa laana, lakini sasa moyo wangu umebadilika na nilifanya hivyo kwa sababu ya baba yako, lakini hivi sasa sitaki kukuwa tena. Princess Aurora alikasirika sana, ilibidi aweze kuondoka na akaamua sasa kuelekea katika ufalme wa baba yake. Anamkumbatia baba yake ambaye sasa ndo mfalme Stefan, anasema kuwa baba, nilikukumbuka sana lakini hivi sasa nimekuwa mpweke. Baba yake anaenda kuwagombeza vibaya mno wale fairies watatu, akiwaambia kwamba niliwaambia mumlete Aurora baada ya siku moja ya siku yake ya kuzaliwa ya kumi na sita, lakini nyinyi mlivyo wapumbavu mnamleta siku moja kabla ya kuzaliwa kwake. Kwa nini mlimleta hapa wakati laana inakaribia kukamilika. Wakati laana inakaribia kukamilika, anaamuru jeshi lake kumfungia Aurora ndani ya chumba na asija akasogea karibu na pini, kwani hiyo ndio ilikuwa laana yake na hakuna mtu yoyote atakayeingia katika chumba hicho, lakini mfalme huyo hawezi kuzuia laana hii. Hatimaye sasa siku ya kuzaliwa binti mfalme Aurora inafika. Kwa sababu ya athari ya laana, Princess Aurora anasogea kiotomatiki hadi mahali ambapo pini za kusokota ziliwekwa. Kulikuwa kuna sindano nyingi sana hapa kwa sababu ya laana anaigusa sindano moja, na kisha inamchoma, na kisha anazimia, anaingia kwenye usingizi mzito sana. Sasa mfalme alikuwa na wasiwasi kwa sababu binti yake alikuwa katika usingizi mzito sana na asingeweza kuamka kutokana na ile laana. Maleficent pia alikuwa na huzuni kubwa mno. Baadaye anamwita mvulana ambaye alikutana na binti mfalme Aurora njiani. Anafikiri kwamba labda watu hawa wawili wanapendana kila mmoja labda ikiwa atakutana na binti mfalme Aurora, Aurora ataamka. Kisha Maleficent anaondoka na yule kijana na anaelekea kule Aurora alikolala. Wakati huo wa huo Fairy ambaye alipewa jukumu la kumtunza Aurora anaambia mfalme kwamba huyu ndiye baba wa Princess Aurora, busu paji la uso wake, labda ataamka. Lakini laana hii itatolewa na mtu ambaye anapendwa kweli kweli na Aurora. Kisha mfalme Stefana anasema hapana, siwezi kumbusu. Sidhani kama mtoto wangu atakuwa ananipenda kweli nilimdanganya sana bidada Maleficent, ndiyo maana hata haya yanatokea sasa. Maleficent anampeleka kijana yule na anaenda karibu kabisa na binti mfalme Aurora, lakini ajabu, Princess Aurora hakuamka kabisa. Kisha Maleficent anakuja kujua yeye sio mpenzi wake wa kweli. Kisha Maleficent anagundua kuwa hakuna upendo wa dhati kati ya kijana pamoja na Aurora. Baada ya kuona hivyo, Maleficent alianza kulia, kisha akamwambia Aurora kwamba atamkumbuka sana, atalimisi tabasamu lake, pia hatuweza kumsahau kamwe Alikuwa akisema hivyo huko akilia Maleficent. Mwisho wa siku aliamua kubusu paji la uso wa Aurora, kisha aliamua kuondoka katika eneo hilo, lakini anasikia sauti kutoka nyuma yake ikimwita mungu mama. Hivyo ilikuwa ni sauti ya Princess Aurora, namaanisha kwamba Princess Aurora alikuwa anampenda sana Maleficent na ndiyo maana hivi sasa ameamka. Princess Aurora anamwambia Maleficent kwamba nataka kuishi nawe msituni. Sasa Maleficent aliamua kuondoka na binti yule lakini kabla hajafika mbali jeshi la Stefan linatupa wavu juu yao. Huu ulikuwa ni wavu wa chuma ambao unaweza kuwaunguza sana fairies hapo. Maleficent aliumia sana, kisha anamfanya kunguru wake kuwa joka. Kunguru huyo ambaye sasa ni joka anaanza kuzima moto kwa kinywa chake na anachoma watu wote waliopo hapo. Maleficent alikuwa huru sasa, lakini kisha mfalme Stefan anafika hapo akiwa na wanajeshi wake, amevanga wa kutosha, amevaa ngao ya chuma na yuko tayari sasa kumuua Maleficent. Kwa upande mwingine, binti mfalme Aurora anaona mbawa za Maleficent. Mabawa hayo yalikuwa yakichezacheza, ni e kama vile mabawa haya yalijua kuwa mmiliki wao alikuwa hapo karibu. Princess Aurora anachukua mbawa hizo na wanazirudisha kiotomati katika mwili wa Maleficent. Maleficent sasa anapata mbawa zake tena, na kisha anapana Stefan sasa. Stefan alimng'ang'ania sana binti Maleficent ili asiweze kudondoka. Kwa sababu hiyo wote wawili walikuwa karibu kuanguka kutoka kwenye jengo hilo na hapo Stefan alishikilia mbawa vizuri sana za Maleficent ili kumzuia kuruka. Lakini walipokuwa karibu kuanguka chini, Maleficent anafungua mbawa zake kisha Stefan anateleza kutoka kwa Maleficent. Anaanguka chini na anapoteza maisha. Hii ina maana kwamba mtu mwenye tamaa hakuwa tena katika ulimwengu huu, kila kitu kilikuwa sawa. Asubuhi lofata, tunaona kwamba Maleficent anaondoa mipaka yote ilikuwa katika msitu wao, huku maua yakichanua tena na kijani kinarudi. Baada ya hayo, anamwambia binti mfalme Aurora kwamba sasa wewe ni malkia wa msitu huu. Sasa ule ufalme pamoja na msitu vinakuwa pamoja na wote wanaanza kuishi kwa furaha. Sasa hii ni sehemu ya kwanza, Maleficent inaishia hapa. Sikosi kutazama sehemu ya pili na nitaiweka hapa muda si mrefu, lakini kama ndo mara yako ya kwanza kuiona channel hii, basi usisite ku subscribe subscribe hapo, kwa sababu mambo mazuri yanakuja baadaye. Asante.